Mimi nilikuwa nimeanza namwambia katibu mkuu hapa kwa mwanasheria mkuu na naibu mwanasheria mkuu na katibu mkuu, nilikuwa mdogo sana umri mdogo sana, eh, na nimekaa miaka ishirini na mbili niko kwenye uteuzi wa rais. Lakini nilipokuja pahala pa kuchagua baina ya kusimamia nililopewa haki ya watu na kazi yangu, nilichagua haki ya watu na ikawa sababu ya kuondoka kwenye nafasi nilikuwa nayo kama mwanasheria mkuu. Lakini kwa sababu niliamini kwamba riziki haitokani na kazi yangu, ile ni njia tu, anayetoa riziki ni Mwenyezi Mungu na yeye kajina, kajinasibu nayo, ndiyo maana akatuuliza aman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizka balachuftu. Hii ni kwa sababu ya kumshiba Mwenyezi Mungu kwamba usitizame maslahi yako, tazama kitu ulichopewa, simama katika haki. Kwa hivyo, na nami niwaombe hilo kwamba hii Ramadhani itufunze jambo hilo, mwende nalo kwenye maisha, nami naambia hamtoharibikiwa kwa sababu ukisimama na Mwenyezi Mungu atasimama na wewe na njia moja ambayo ya kusimama na Mwenyezi Mungu, hata ukisoma namna gani, tanguliza kuwa na heshima, tanguliza kuwa na mwenendo mwema. Kuna msemo unasema, ukiwa educated people will respect you but when you are a person of integrity they will revere you, you will be revered, yaani utatukuzwa ile kwamba una elimu watu watakuheshimu, lakini ukiwa mtu mwenye hulka, mwenendo mwema, watu watakutukuza. Kwa hivyo jitahidini, elimu itafuteni, lakini tafuteni na mwenendo mwema, ili mpate kutukuzwa, mpate kutukuka. Mzee wetu sisi alituambia, alituhusia kwamba jitahidi, tafuta elimu lakini tafuta na nyumba ya elimu. Na nyumba ya elimu si ya matufali, nyumba ya elimu ni mwenendo mwema, ndio nyumba ya elimu. Ukiwa na elimu hata imefika vipi, huna mwenendo mwema, utahangaika wewe na utahangaisha na wenzako. Ma takuona umesoma lakini kutizama, hiyo ni elimu yako kwa sababu hufanani na elimu uliokuwa nayo. Kwa hivyo mimi niwaombe katika katika hilo na nimalizie eh, kwa kuwapongeza kwa dhati uongozi wa shule eh, na walimu vile vile na nyinyi wenyewe, mmeipa heshima taasisi hii, mwendelee kuipa heshima ili sisi, sisi wana wa mtaa ikitwaje, tuseme hii iko mtaani kwangu hiyo bwana eh? <laughs> hiyo ya kwetu. Kwa hivyo niwaombe tueleteleze hilo. Eh, na inshallah niishie kwa kuwatakia tumalizie Ramadhani hii eh, kwa salama Mwenyezi Mungu atupe fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na ajalie funga zetu ziwe pia ni sadaka zetu kwa yale mema ambayo tunayatafuta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.